Moja ya majukumu yetu katika kuhakikisha kwamba mteja anayepata hizo huduma za nishati anafaidika na maji ni sisi EWURA kupitia sheria ya maji, kupitia sheria ya umeme na kupitia sheria yenyewe ya EWURA, tumepewa tu mamlaka ya kusimamia vitu vinaitwa mikataba ya huduma kwa wateja. Hata ukiangalia bango letu hapo, utaona kwamba kila mamlaka kimfano, kila mamlaka ya maji iwe Mwauwasa, iwe Biharamulo, iwe Kagera Uwasa, wanatakiwa kuwa na mkataba wa huduma kwa mteja, na kwenye ule mkataba wa huduma kwa mteja unaelezea haki na wajibu wa wewe mtoa huduma, lakini na huyu mteja lakini kupitia sheria zetu utaona kimfano na hizo mikataba huduma kwa mteja, kuna vitu vingi ambavyo tunaona hizi mamlaka za maji, lakini hasa pia na Tanesco hawaitekelezi. Kimfano, utakapozungumzia unataka kukata, kumkatia mteja maji, sheria lakini pamoja na mkataba huduma kwa mteja inakataza huyu mteja asikatiwe huduma kwa inapofika Ijumaa katikati, yani kama hivi leo tunaposema midday kwenye weekend, lakini pamoja na siku za sikukuu, hiyo ni marufuku kwa mujibu wa sheria ya maji, kwa mujibu wa sheria ya umeme, lakini pia kwa mikataba hiyo ya huduma kwa mteja inakataza mteja asikatiwe maji kipindi cha kuanzia Ijumaa inapofika katikati, siku za weekend, lakini pamoja na siku za mapumziko. Lakini vilevile sheria pamoja na mikataba ya huduma kwa mteja inataka au inatoa wajibu kwa huyu mtu wa huduma awe ni Tanesco au mamlaka ya maji unapokuwa na katizo la huduma inaloathiri na namba kubwa au idadi kubwa ya watu, pengine ni mtaa au pengine ni wilaya, kwa zaidi ya masaa sita, basi anatakiwa awataarifu wateja wake.